Oy, hiyo si ni nyimbo ya Monde kweli? Wala kama nataka kudanganya watu. Yaani, mimi hapa nimekupokea kabisa vizuri, nikaesi ni kijana wa maana. Umbe kijana waho, hiyo si ni nyimbo ya Monde? Una kopi vitu vya watu. Kaka kaka kaka. Sasa mbona unanipiga, mjomba? Mbona unanipiga? Nyimbo nimeomba mwenyewe na tumekubaliana, amenipa kibali nikaimbe nyimbo yake. Mimi kuna mwanamke ambaye nishai kumpenda. Sasa huyo mwanamke nilikuwa nampa kila kitu, nilikuwa nampenda kabisa, lakini mwisho wa siku ataniacha. Na alivyo niacha hakuniambia nini shida Hakuniambia kwamba kuna kosa lolote nililofanya yeye mwenyewe akaamua kuniacha tu. Lakini kutokana na kwamba nilikuwa nampenda nikaona tu basi nimuulize ni kwa sababu gani ameniacha. Ila mpaka sasa bado sijapewa majibu. Sasa mimi nikaona hii nyimbo inaendana na kile kilichonikuta. Sasa wewe unanipiga vipi wakati mimi nimeomba mimi minime mwenyewe? Mimi nimemwomba mwandi mwenyewe kanipa kibali. mbe basi, kijana, nisamehe, nisamehe kabisa. Yani mimi sijui nimeshikwa na kitu gani yani, nikaona nianze kuramba makofi ana mi, nilijua labda amekuja kunitania. Anajua na hizi kazi zangu hazihitaji utani, kwa hiyo nisamehe. Na hukuniambia mwanzoni kwamba nyimbo umepewa kibari, kwa hiyo ulivyojitambulisha mesema kwamba mekuja na nyimbo mpya, nikajua labda mekuja na nyimbo mpya. Sasa ungeniambia kwamba umeomba na ukapewa kibali. Sema uh, uh, tu hayo yote, kawambie watu wote wakufanyie subscribe kwenye YouTube, maana naona kipaji chako kabisa, utafika mbali sana Haina noma mjomba, haina noma. Maana umefanya haya yote kwa kuto kujua, basi nisamehe kwa kuwa sijakwambia mwanzoni kwamba nimekuja na nyimbo ya mtu mwingine, lakini nimesha nime omba kabisa na amenipa kibali. Kwa hiyo basi fanye kama yameisha. Ndugu mpendwa, unaye tufuatilia Uh, kama ndio mara yako ya kwanza, nakuomba kwanza ufanye subscribe hapo chini. Angalia kuna maneno ambayo yameandikwa subscribe, bonyeza. Ukishabonyeza utakuwekea kengere kengele, kisha ubonyeze, utakuwa na vipindi vyetu kila wakati na post mara kwa mara. Yaani ukisubscribe na kuhakikishia, hautajuta. Maana tunaenda kuwaletea vitu vya msingi vichekesho, mafunzo, kila kitu cha kwetu hadi chakula ukiwa <coughs> unatutazama na kuhakikishia hautaweza kuwa na njaa. <coughs> E, na njaa. Sasa nawe mjomba, mbona unaniangalia hivyo? Sasa ukinaangalia kaza jicho, sio unanielekezea jicho. E, sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu.